Ni live kutoka uwanja wa Benjamin Mkapa, ni jioni nyingine. Miamba hii hapa inasogea uwanjani. Nsingizini Hotspurs wana kibarua kikubwa kwelikweli. Huyu ni mnyama ambaye amekuwa bora hapa, hebu tuone. Kandanda ina maajabu mengi ambayo yanaendelea. Kikosi cha Selemani Matola, Yakubu Suleiman yupo katika lango, lakini ipo na walinzi wanne. Mwamuzi wakati katika mchezo huu ni Jerema Mohamed kutoka Nigeria. Jirema... kikosi cha Mandla David kimeanza na shepu ya walinzi wa nne viungo wa tano, ambaye ni mwenyekiti wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kandanda imeanza, karibu sana uwanja wa Benjamin Mkapa, karibu sana Dar es Salaam. E, wanacheza kwa utulivu mkubwa. Pasi imepitishwa katika nafasi, Joel Madondo amekataliwa, ambavyo anafanya jana ndivyo ambavyo anafanya na leo. Selemani Matola, kocha mkuu wa Simba Sports Club. Kocha Mandla David Mavuso anaipitisha katika nafasi, ama utenga tena, jaribu kupita na kata. Mulicho, mulichokifanya sio kweli, ulipitishwa mpira, akaupokea Sizwe Kumalo akautenga Akienda kunyosha moja kwa moja Neliso Senzo Dlamini amepita, Kibu Kibu anapita tena. Kip Denis anataka kubadilisha tobo, inashindikana. Imetafsirika madhambi, amefanyiwa Kip Denis. Yuko pale chini, amefanya madhambi Kingsley Kwaki, nyota kutoka Ghana kwenye kikosi cha Nsingizini Hotspurs, alikuwa akisogea Kip Denis Prosper namna ambavyo aliingia ya kwanza alimkosa Neliswa Dlamini, lakini alichokwenda kukifanya kwake Kingsley ni kwenda kufanya madhambi, kwenda kucheza mguu wa mpinzani, na hata hivyo amelalamika mno. Morris Abraham ameujaza nani anayokamata golikipa. Morris Abraham amenyanyua mpira, unachezwa kwa kichwa huko juu, imetafsirika faul. Kibu Dennis. Hey. Na namemchachafya kidogo wakiwa wanamfahamu, kwake Kingsley anamfahamu Kibu Dennis, viongozi mbalimbali. Wababra Gonzales yupo hapa miongoni mwa wajumbe wa bodi la like. Kibu Dennis hata kupita, lakini imetafsirika ni yule yule <laughs> kwake ama ambavyo alifanya madhambi mpaka mwenye kibwa akawa ameweka sura kumshangaa. Kulikoni imejazwa ndani huku, nacheza kwa kichwa umekwenda nje, anaonesha kwamba ana maumivu, lakini kandanda melianza na zimemalizika 45 za kwanza. Kipyenga kimesikika na kandanda imeanza. Karibu tena kuzimaliza 45 za kipindi cha pili. Karibu sana uwanja wa Mkapa kwake Twala mpira mrefu ameujaza ndani. Nkosingi pile Shongwe mpira naambia, tayari ni offside, ulijazwa mpira ule, pasi ile katika njia imepitishwa, anakwenda kuicheza. Ni madhambi amefanyiwa Eli Mpanzu kibisa, wala Jean Charles ahua, amempitishia Kip Dennis yeye yeye na kwake kipteni Prospa na kwake ndani kip ya box vipas katika nafasi, wameondosha mpira mbali zaidi, wanao Simba kipteni Dlamini Sibusiso Tabo, jaribio alilinyosha kipteni kip nje ya box ya kumi na nane Ndoka cross inajazwa ndani, katika nafasi Dlamini anapiga kwanza, Joel Madondo katika nafasi nyingine, mpira unababatiza, anaondosha Dese Mukwala, Shamu Karabwe, ilipigwa jaribio la kwanza, Joel Madondo akashindwa kuunganishia, akakutana nao tena, Neliswa Dlamini, hili ndio jaribio la kwanza kabisa kutoka kwa kwake kwala lakini akakataa golikipa Zuma Lamini Neliswa akenda kupiga mpira ambao aliyekataa pia Madondo Joel, mpira katika njia kake Twala anasogea zaidi, lakini amefanyiwa madhambi nje kidogo na boksi ya 18, na anaonyeshwa kadi ya njano. Mwamuzi ni Mnigeria ilikuwa akisogea zaidi na mpira kwake, twala Dlamini imekula chuma, iko ndani tena, hatari langoni. Anapiga mpira na mabatiza anaondosha, kiungo anayotokea upande wa kulia. Hili ndio jaribio ambalo lilipigwa la moto, likaenda kugonga nguzo na kurejea tena, ilipigwa na captain nelisa Dlamini. kadirio hayakufanikisha kufanikisha mpira Chamu Karabwe katika nafasi, mpira wamepitishwa Antoni Mligo, ameujaza ndani, huku anaudhibiti kwa utulivu kabisa nga pembeni, mipigwa pasi nzuri, Neo Maema Maema, jaribio lake amelijaza ndani, amekataa katika nafasi, anapeleka tena wa pili Antoni Mligo unasahihishwa ukitolewa ulijazwa mpira akenda kuucheza goli kipa, lakini kabla ya kufagiliwa ndani ya box hapa, alikwenda juu yeye mwenyewe, alikwenda kucheza ule mpira na namna ambavyo alifika chini, lakini ameonyesha kuumia. Unaweza ukajiuliza ameumiaje pale, lakini ni football inawezekana kwenye namna ambayo huwezi kufikiria. Hapa alikwenda juu kupa ngumi ule mpira yes, akaenda kukutana na Jonathan Soa, ule mguu wake wa kulia namna ambavyo ulienda akiwa kule juu, na hapa ni madoido tu ya Yakubu Suleiman. Zuma, Joel Madondo amekwenda bench. Aga ha, ha, hawa bwana wanatafuta goli nne hawa. <laughs> amekutana nao neo Maema, kip Dennis, jaribio lake halikuwa na nguvu, anaanza na golikipa. Umemteleza Soa, umerudi tena ndani. Sibusiso Dlamini, mpira mbali, lilirudishiwa na Kingsley kwake ulikuwa mwingi ule, akashindwa kupata Jonathan Soa. Kama angemwekea Stephen Dese, Mukwala alikuwa katika nafasi nzuri zaidi, lakini aliamua kunyoosha moja kwa moja. Mpira ulikwenda kula chuma na kurejea tena ndani, na mwamuzi kutoka Nigeria anazimaliza dakika zote tisini, mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika.